Naam, tunarejea tena na karibu tena kwenye matangazo yetu. Uh, Messi tuna mengi ya kuzungumza, lakini uh, ikiwa ni siku ya wasichana katika Tehama, tutaangalia mbinu ambazo zimekuwa zikitumika uh, kuwainua uh, wasichana kwenye ya masuala ya Tehama. Mm -hmm. Tunazungumzia teknolojia ya habari, Ndiyo. na mawasiliano Tehama, ikiwa leo ni siku ya wasichana katika Tehama, ikiwa bado dunia inaendelea kuhakikisha kwamba wasichana wanaendelea kuvutiwa sana katika eneo hili la Tehama. Tutaangalia hapa namna gani katika nchi yetu tumepiga hatua katika eneo hili la Tehama, lakini na vitu gani ambavyo tunaweza tukaendelea kuvifanya ili kuendelea kuboresha na kuvutia wasichana katika Tehama katika shughuli zao za kila siku, wanawezaje kutumia tehama ili kuweza kunufaika, na wanashiriki vipi katika eneo hili? Tayari wageni wetu tutakao jadili nao hili tunao hapa. Tunaye mhandisi Edith Turuka ambaye huyu ni mhandisi wa mawasiliano. Karibu sana Edith. Asante sana. Heri ya siku ya wasichana katika tehama. Asante, heri na kwako pia. Asante. Japo sipo kwenye tehama <laughs> lakini naipokea lakini tuko kwenye sekta hii, ni sekta pia inayohusisha tehama kabisa, kwa nipo. Eh, upo. Ah, mhandisi. Hatimaye nimekuwa mhandisi. <laughs> <Kama laughs> yaani <yandu, laughs> hawa ndo hawa ndo wanaotuwezesha sasa, tunachoongea ongea hapa kinawafikia watu huko. <laughs> Kupitia Kupitia teknolojia. Tupitia teknolojia. Kama hapo tayari unatumia tehama. e. E. Kwa hiyo nipo <laughs> hapa hey! ah, <laughs> naenda kujitoa <laughs> <laughs> <Tunae, laughs> e, kusheherekea tunaye Klemmie ambaye Majamba ambaye ni afisa tehama kutoka TCRA. Tumefurahi kuwa na wewe kwa siku ya leo, karibu sana Klemmie. asante yo sana, sana asante na. San. Na, na kupitia njia ya mtandao tutaungana na Dorice Malle ambaye ni mkurugenzi wa Mama Mia's Soko. Uh, huyo atatujuza namna ambavyo unaweza ukahusisha biashara pamoja na matumizi ya tehama uh, Dorice mkurugenzi wa Mama Mia Soko. Uh, tukirudi hapa studio uh, yes. tuanze kwenu nyie kwanza, tupate kidogo tafakari yenu, siku hii ina maana gani? okay. yeah. mm -hmm. siku ya wasichana katika tehama huwa inaadhimishwa tarehe uh, Alhamisi ya mwisho ya mwezi wa nne, mwezi Aprili kila mwaka na siku hii ni moja ya uh, shughuli ambazo zimeanzishwa na shirika la kimataifa la mawasiliano ITU, ambapo Tanzania ni mjumbe katika uh, shirika hilo likiwa, likiwakilishwa na mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, na uh, moja ya maazimio ilikuwa ni kuwezesha na ku Uh, encourage ku, ku wasichana waweze kuchukua masomo ya sayansi, teknolojia uh, uhandisi na hesabu ili waweze kupata fursa katika uh, uh, tehama ila pia katika nafasi mbalimbali zinazowezeshwa na tehama na mawasiliano. Kwa hiyo hii siku huadhimishwa na nchi ambazo ni wajumbe wa shirika la uh, mawasiliano la kimataifa ITU. Ndio, sawa sawa. Kwako wewe Edith, tueleze kwa ambaye huenda tumemuwasha japo yeah. Awali tulimwambia tehama ni nini, tueleze kidogo juu ya tehama tunazungumzia, tunazungumzia teknolojia ya habari na mawasiliano. Asante ndugu mtangazaji, tunapozungumzia teknolojia ya habari na mawasiliano mm, hizi ni teknolojia ambazo zinatuwezesha kuwasiliana na kubadilishana habari kwa hiyo tukiongelea zile teknolojia ambazo zinamwezesha mtu kukusanya taarifa, kuchakata taarifa, kuhifadhi taarifa, kutuma taarifa na kupokea taarifa, hizo zote kwa ujumla wake ndizo tunaziita tehama. Kwa kimsingi tehama ni kifupisho cha hayo maneno matatu, teknolojia ya habari na mawasiliano. Na katika maisha ya sasa tehama imekuwa ni mhimili mkubwa sana wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Hmm. Hmm. Sasa, sasa unajua, ukisema tehama uh, watu wanaweza waka, wakaangalia tu kwa kwa upande wa sekta ya habari peke yake. Lakini kama ulivyomtambulisha pale uh, Dorice Malle ambaye anafanya atumia uh, hizi digital uh, platforms kufanya kufanya, uh, kufanya biashara mm, eh, kupitia hiyo anaita Mama Mia. Eh, labda pengine kwa upande wa biashara anaweza akatupa eh, mtazamo wake na uzoefu wake pia ambao amekuwa nao uh, uh, Dorice, ya, hebu tuambie te tehama ama teknolojia ya habari na mawasiliano eh, inaweza kutumika vipi kwenye masuala ya biashara na uchumi? Asante sana, nashukuru kwanza, na heri ya siku ya wasichana kwenye teknolojia ya habari na mawasiliano. Jambo kubwa sana ambalo mimi naweza nikachangia kuhusiana na biashara ni kuwa hali sasa hivi imebadilika, fursa ya masoko imekuwa kubwa, na pia ufanisi wa kufanya kazi bila teknolojia inafanya kampuni au biashara zinakuwa zinaingia gharama kubwa sana. Ukitumia mifumo ya kuwasiliana, tuchukulie mfano mifumo ya human resource inayoangalia wafanyakazi ndani ya kampuni, inakusaidia kujua wafanyakazi wako ni kina nani, evaluation zao, wanafikiwaje, unawasaidiaje na wanadeliver vipi. Lakini pia ukiangalia mifumo ya processing kwenye uh, viwanda Watu wengi sana wanatumia mifumo inayoendesha ubora na kusaidia kupunguza gharama za kwenye kazi uzalishaji wao. Usipotumia mifumo ya teknolojia na mawasiliano. Nikisema teknolojia ya habari hiyo ICT sio tu kutoa habari ya nani kafanya nini bali taarifa ya kwamba um, stoki imepungua kiasi fulani, unaipata kwa haraka. Mtu kama manager unaweza kuagiza oda yako mapema, ukawahi kuwasiliana na vendas wako, na mzigo ukaendelea uweze kusupply wateja wako vizuri kwa, kuna mifumo inayoendesha ndani ya, ya kampuni au biashara zenyewe, na mifumo inayotoka kutoka kwenye biashara moja kwenda kwenye biashara nyingine, au tunasema mifumo ambayo ndio ya marketing kama hizo digital platforms, uh, social media, mitandao ya kijamii. Kwa kuna mifumo inayowasiliana kwa ndani ya kampuni kuwezesha ufanisi wa kazi na kuna mifumo inayowasiliana nje kampuni, na wateja wake, au kampuni na Uh, mamlaka tofauti, kampuni na mamlaka. Tushukulie mfano kama mamlaka ya mapato, benki, payments zinavyokuwa connected moja kwa moja, inaongeza ufanisi na utendaji kazi kwa haraka kwenye mm -hmm. biashara mm -hmm. ha. na, na, na wewe binafsi sasa ni unaweza kutupa uzoefu wako kwenye kufanya biashara kupitia uh, ICT? Asante sana, uzoefu wangu mimi upo katika kutengeneza masoko kwa wafanyabiashara wadogo, wakati na wakubwa, ninawarahisishia kupata huduma zote kwenye soko moja. Kwa mfano kama mtu anataka gesi ya kupikia, anaingia moja kwa moja kwenye mfumo, anaipata pale pale, lakini umo humo ndani atapata mboga mboga, atapata bima za afya, atapata bima za magari, atapata viwanja. Inakuwa ni rahisi ina, tunaita one stop shop. Kwamba nikiingia sehemu moja ninapata huduma zote kama mteja, kwa hiyo sihangaiki mm. lakini kama wafanyabiashara naye anapata fursa ya kupata eneo ambalo linawaendesha uh, linawasaidia uh, wateja wake kupatikana kwa haraka, lakini pia anatangaza biashara zake kwa urahisi mm. na mifumo hii inamsaidia kwa urahisi kabisa. Ukijua kutumia simu uh, simu janja, ni rahisi kabisa kutunza kumbukumbu kumbu zako za wateja wako kutunza hesabu za mauzo yako, kiasi kwamba hata ukienda benki ukatoa statement yako ukasema haya ndio mauzo yangu, hawa ndio wateja wangu, ni rahisi kuaminika kuliko kutengeneza tu business plan ambayo haina uhalisia, kama mtu alikuwa anaandika mauzo yake kwenye daftari tu kawaida. Kwa hii inamsaidia mjasiriamali kuwa ni financially included, tunasema ana uwezo ku access mikopo rasmi kutoka kwenye taasisi rasmi kama za kibenki. Kupitia hii mifumo inamwezesha, anakuwa ni digitally included and digital inclusion, anaweza kuaccess masoko mengine ya ndani na nje ya nchi. Kama Mama Mia's soko, tuko kwenye nchi saba na tuna hmm, currency tofauti tofauti kwao. Tunatangaza soko letu kwenye nchi saba tofauti Afrika na kuna sa, ba na mabara mengine hmm, kama US, huku uh, upande wa China, Australia, Dubai kuna wateja wote hmm, huko kwo, ni rahisi kupata wateja kwa urahisi ukiwa popote ulipo. Sasa unataja mfumo, lakini natamani kujua hii ni teknolojia gani, ni application? Sasa tuna tuna, tuna, apps, tuna eh, mitandao ya kijamii Uh, hii ni teknolojia gani hasa uh, mahususi? Asante sana. Kwa ubunifu huu tuliotumia tumeintegrate mifumo mingi ndani ya mfumo mmoja. Kwa hiyo tuna mfumo wa marketplace ambao unapatikana kupitia web application. Kwao ni application lakini inapatikana kwenye web portal. Okay. <muchimu> na pia unaweza kuiaccess kupitia WhatsApp. Communication tunawasiliana na wateja wetu, wana interface kupitia WhatsApp pia, tumewafuata wateja walipo. Sawa sawa. Ndio sawa, Doris. Sawa, tuangalie sasa um, e, tunasemaje, uh, teknolojia mbalimbali ambazo zipo kwa sasa hivi, uh, ambazo zinahusisha uh, tehama uh, manake ziko nyingi. Kuna hizo tunasikia application lakini tukizungumzia hata nafikiri hata mitandao ya kijamii eh, tunakwenda humo humo, eh, mifumo yote ya kidijitali, lakini tuna hizi contemporary hizi teknolojia ambazo zimeibuka hivi sasa hivi karibuni na zinatumiwa na watu kwa ajili ya kupanua wigo wa shughuli mbalimbali kama hivyo, tumeona biashara lakini pia kuna masuala ya habari, kuna, kuna sekta nyingine mbalimbali mbali. Pengine uh, ne kama wataalamu sasa hivi tumefikia wapi kwenye hizo teknolojia? Uh, Klem. Oh, sawa asante kwa sasa tunaona matumizi ya um, intaneti yanakua uh, tunaona kwamba tuna idadi ya watumiaji wa intaneti kufikia milioni uh, 49.3 kwa hiyo tunaona kwamba teknolojia hizi zinavyokuja zinakuza wa matumizi ya, ya, ya mifumo mbalimbali mbali, na bunifu pia zinakuwa zinaongezeka kadri teknolojia inavyokuwa. Tuna teknolojia ya vitu internet of things, tuna emerging technology zinazokuja, tukichukulia mfano smart cities, tukichukulia mfano wa akili unde artificial intelligence kwayo, kwa hiyo tunaona kwamba uwezeshwaji um, wa mazingira Uh, ya teknolojia ina inakuza ubunifu, hmm. Na tunaweza kuona kabisa kwamba bunifu kama hizo za mifumo mbalimbali mbali kupitia, uh, jukwaa mbalimbali kwenye simu, kwenye um, uh, website, tovuti uh, lakini pia inaendelea kutumia vifaa mbali, mbali vya mawasiliano ambavyo, uh, inaendelea kukuza uh, uchumi wa kidijiti, lakini pia teknolojia katika nchi yetu. Naam. Ndiyo. Sawa sawa. Hebu kwanza tutafakari tuone Uh-huh. Tanzania tupo wapi na matumizi haya ya teknolojia. Na tuangalie nchi nyingi, nchi gani ambazo zinakimbiza ama zinafanya vizuri katika eneo hili na wasichana pia wanafanya nini? Yes. Wacha tukuonyeshe hapa kwa takwimu ili upate nafasi ya kutafakari pamoja na sisi kuona hali jinsi ilivyo. Tuangalie nchi kumi zinazoongoza kwa ukuaji wa teknolojia a, barani Afrika. Uh, Tanzania tupo namba kumi uh, kwa teknolojia barani Afrika, lakini kama tunavyoona nchi ya kwanza hapa ni uh, Nigeria. Changanya, changanya. E, nchi ya kwanza <laughs> ni Nigeria ndiyo inayoongoza kwa ukuaji wa teknolojia Afrika. namba mbili ni Afrika Kusini yeah, na namba tatu okay, ni Kenya namba number... Rwanda, nne ni Rwanda, namba tano Masri, ni Masri mm-hmm. Namba sita ni Ghana, namba saba ni Morocco, namba nane Senegali, namba tisa ni Uganda yeah, na namba kumi ni Tanzania. E, hapo ni namba tisa Uganda. okay. kwa hiyo Angalau Tanzania tupo kwenye kumi bora si ndio? Hapa tunazungumzia teknolojia yani tehama, zinazoongoza eh, kwa ukuaji wa teknolojia Afrika. Ndiyo. Angalau tupo kwenye kumi bora, mmetufanyia kazi nzuri, wahandisi <laughs> hongereni kwenye sa, ehe, sasa hivi, wacha sasa tuangalie sekta zinazotumia zaidi teknolojia Afrika. mm -hmm. Sekta ya biashara, na tumemwona Mama Mia hapo, lakini kuna sekta ya viwanda, kuna sekta ya miamala ya kibenki tuna sekta ya mifumo ya serikali, tuna sekta ya mitandao ya kijamii. Tutahitaji kusikia sisi tumepiga hatua kiasi gani katika maeneo haya kabisa. Tuangalie uh, suala jingine ambalo tunalo hapa, baada ya kuangalia sekta zinazotumia zaidi teknolojia sasa tuangalie upande. E, lakini lakini wakati tunatafuta wakati mm. E, tunaendelea hapo, tumeona kwenye hizi sekta ambazo uh, zinatumika zaidi kwenye masuala ya tehama uh, kwa hapa Tanzania uh, -tume, tume, tumeweza kiasi gani kutumia uh, tehama kwenye sekta mbalimbali hasa ya tukiangalia hapo inatajwa biashara, viwanda, mm -hmm. miamala ya kibenki, mifumo ya kiserikali, lakini mm -hmm. pia hata kwenye mitandao ya kijamii eh, lakini pengine tungeweza kuwa na wigo zaidi ya hapo, yaani kuwa na, na sekta nyingine zaidi ya hizo ambazo zingeweza kutumia tehama zaidi. Ni kweli kwa upande wa Tanzania tumepiga hatua katika sekta kama zinavyoonyeshwa hapo, ndio mathalani sekta ya kibenki tunasema sekta ya fedha yeah. Tunafahamu na tunashuhudia jinsi hizi huduma za mobile money fedha mtandao mm. zilivyofika katika maeneo mbalimbali ya hapa nchini hadi vijijini kabisa zimefika, na hii imewezeshwa na juhudi za ujenzi wa mitandao ya mawasiliano katika maeneo yote nchini ikiwemo yale maeneo ya vijijini. Kwa hiyo kwenye sekta ya mitandao ya kijamii pia tunashuhudia nguvu ya mitandao ya kijamii katika maisha yetu ya kila siku. Imekuwa ni fursa kubwa kwa kufanya biashara, kwa kuwasiliana, hata kujifunza masuala mbalimbali hiyo mbali. Kwa, kwa, kwa upande pia wa viwanda teknolojia za mawasiliano inatumika sana katika kuleta automation kwenye viwanda vilivyopo. Kwa hiyo kwa hapa Tanzania kama zilivyo kwenye nchi nyingine duniani hmm. Hatupo nyuma. Hmm. Tunatumia teknolojia ya mahabari na mawasiliano katika sekta mbalimbali mbali za uchumi hmm. Afya tunafahamu siku hizi ukienda hospitalini haubebi, yeah, tena makaratasi, kila kitu kinaenda kwenye mitandao. Kwa hiyo tume, tumewe, tumeweza kutumia hii teknolojia kwenye sekta zote za uchumi hapa nchini. Naam, sawa sawa basi. Nafikiri sasa tuangalie kwa wanawake sasa kwenye Tehama. Eh, tuhitimishe na, na, na, na, uh, e, na hili la ambayo ndiyo siku yenyewe ya leo, tuangalie takwimu za wanawake katika tehama. Tunaelezwa kwamba asilimia ya wanawake na wanaume wanaotumia internet kwa mwaka 2024 duniani, asilimia sabini ni wanaume na asilimia sitini na tano ya wanawake. Aha, yani wanaume wao asilimia sabini wanatumia internet, yani asilimia sabini ya wanaume. Eh, na, asilimia sitini na tano ya wanawake wanatumia hmm. Na kuna wanawake wengine asilimia thelathini na tano ambao bado hawatumii. Kuna e, yeah. Wanaume asilimia thelathini ambao hmm. Hawatumii. Kwa upande wa Afrika, asilimia arobaini na tatu wanaume wanatumia. Ndio. Na asilimia thelathini na moja wanawake ndio wanaotumia eh. Eh, eh. Sao. Lakini laini za simu za mawasiliano baina ya watu inaitwa P2P eh, kutoka TCRA e, utatueleza so hapo ehe, ambapo tunaelezwa ni asilimia 51.4 ni wanaume na asilimia 48.6 na ni wanawake, uwiano wa wanaume kwa wanawake vioni kwa mwaka 2023, 2024 ni asilimia ni mbili nukta moja moja na uwiano wa wahitimu wanaume kwa wanawake viwoni elfu mbili na ishirini na tatu ni mbili nukta moja moja, hmm. Sasa tuangalie wataalamu wa tehama waliosajiliwa na tume ya tehama. Sasa pengine tuombe arudishe kidogo, arudishe hizo zilizotoka E... ya laini za simu au ulikuwa na hitaji, ulikuwa na maoni hapo kwenye vale, kwenye uwiano wa wanafunzi kwenye yeah. Taasisi za vyo vikuu <gasps> wanao sajiliwa kwa ajili ya mafunzo ya tehama ni mbili nukta moja moja. Mm. Yaani, wanaume ni mara mbili nukta moja moja ya wanawake, yaani, yeah. wanaume mm -hmm, ni wengi zaidi yeah. Lakini tukiangalia kwa wale wanaohitimu mm -hmm, takwimu zake kutoka TCU zinaonyesha kwamba ni moja nukta nane nne kwamba uwiano wa wanaume kwa wanawake ni moja nukta nane nne mm -hmm. Kwa hiyo ni kama mara mbili Eh, akwa ka, oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, so, kwa hiyo kuna jambo hapo ambalo linatakiwa kufanyika zaidi kwenye upande wa elimu kabisa, kabisa, kabisa. Lengo ni kupata ile tunasema gender parity. Yeah, kuwe na usawa kati ya wanawake na wanaume kwa hiyo tunaona kuna kuna jitihada inabidi zifanyike katika kuinua ushiriki wa wanawake kwenye tehama. Naam. Sawa, sawa. Basi kwa takwimu hizi ulikuwa unamalizia sasa, e, wataalamu wa tehama waliosajiliwa na tume ya tehama wanawake ni asilimia 14.73. Waliosajiliwa na tume ya tehama sasa hivi naongozwa na ndugu yetu Dkt. Nkundwe uh, mwas, Mwaswaga. Mm-hmm. E, kwa hiyo hizi, uh, ni takwimu rasmi za tume ya tehama kwao. Mm -hmm. Wanawake ni asilimia 14.73 ambao wamesajiliwa hapo tunaweza tukaangalia sasa ni nini ambacho kinaweza kikafanyika ili kuongeza idadi hii. bado bado ni kiwango cha chini sana, na tusikie kutoka yeah, kwako kwa kwa hapa na nanyie, mtu ambie kama wanajue pia mmesajiliwa kwenye tume ya tehama au bado <laughs> manake nabidi msajiliwe ili mwongeze angalau hiyo idadi ambayo ipo, kwa sababu hii ndio hichi ndio chombo rasmi cha serikali ya Tanzania ambacho kinatupa picha kuhusiana na masuala ya tehama. Kwa upande wa serikali, serikali inatambua umuhimu wa wanawake kushiriki zaidi katika jitihada za, te za tehama. Sera ya taifa ya mawasi, teknolojia ya habari na mawasiliano ya mwaka 2016 imeweka wazi hili swala kwamba sera inalenga kuongeza ushiriki wa wanawake katika eneo la tehama. Lakini zaidi ya sera tuna ile miongozo ya kimataifa ambapo Tanzania ni nchi mwanachama wa jumuiya mbalimbali za kimataifa kama ambapo aliongelea mwenzangu hapa Klemmie kwamba Tanzania ni nchi wanachama wa shirika la mawasiliano duniani, na hapo kuna maazimia mbalimbali ya kukuza ushiriki wa wanawake katika tehama. Mojawapo ndio hiyo, kuadhimisha siku ya wanawake wasichana katika tehama. Kwa hiyo, hii siku inaadhimishwa ili kuwahamasisha wanawake au wasichana wafikirie na wachukue karia katika teknolojia ya habari na mawasiliano na ili hapo baadaye waje kufanya kazi katika fani hizi za tehama. Yes. Ushiriki wa wanawake ni muhimu sana katika tehama na ushahidi unaonyesha kwamba kukiwa na workforce diversity, ukiwa na mchanganyiko wa watu katika kazi ufanisi unaongezeka right. Na kwa sasa hivi tunaona kwamba wanaume wako wengi zaidi ya wa wanawake. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba wanawake wengi wakijiunga katika tehama, tukapata ile workforce diversity ambayo ni nzuri zaidi, basi tutaboresha ufanisi katika utendaji kwenye makampuni na kwenye taasisi mbalimbali, na hata kwenye taifa kwa ujumla, uchumi utaimarika. Uh, so moja moja kwa Klemmie pamoja na Dorice uh, tuambie wito wenu kwa wasichana hasa uh, kwenye kuwainua uh, kwenye mm, sekta hii. Oh, kwa wasichana ningependa kuwashauri ku, kuwa, kuwa uh, kwamba kuna nafasi nyingi zinazojitokeza. Uh, mimi kwangu ni kwamba kuchukua hatua katika kukamata zile fursa na zinazojitokeza kwenye majukwaa mbalimbali tuna majukwaa uh, kwa mfano mamlaka ya mawasiliano ina jukwaa la klabu za kidijiti, ambapo inawezesha na kutoa mwongozo kwa ngazi uh, mbalimbali za elimu, kuanzia shule za awali mpaka vyuo vikuu, na huwa kunakuwa kuna fursa mbalimbali mbali zinazotolewa za ndani ya nchi, lakini pia nje ya nchi uh, kwa wanafunzi na pia wasichana kwa ajili ya kuji, kujiendeleza na kuwezi, kujiwezesha kwa vitalclubs.tcra.go.tz na hapo no. kutakuwa kuna miongozo tofauti na fursa mbalimbali ambazo wanaweza wakapata. Sasa, yeah. Doris, kwa sekunde chache. Asante sana, wito wangu mimi ni kwa wasichana na kwa upande wa serikali na wawekezaji, zile nchi zilizotajwa zote nimetembelea na zile nchi kuanzia Nigeria, Kenya, South Africa, Morocco. Tena Morocco ndio nilikopatia zawadi ya IT kama mwanamke wa kwanza Afrika, lakini kwa watatu, kwa timu nzima tuliokuwapo pale kutengeneza mfumo wa teknolojia wa bima. Sasa, kinachowekea, kinachofanyika kwenye nchi zingine, wanawekeza watu, wanawekeza pesa kwenye hii mifumo, kwenye ideas, kwenye ubunifu naona wengine wanaongelea upande wa kazi sana na ajira kwenda kuajiriwa sehemu, lakini mi natoa wito kwa wanawake kwamba mm, wasichana wanajua matatizo yaliyoko kwenye community zetu kwenye jamii wanaweza wakabuni mifumo waka design, waka partner okay, na developers wakatengeneza mifumo mizuri, lakini cha muhimu ni kuwa investor ready okay. Nikisema investor ready maana nini? uwe tayari kwa wawekezaji kuwekeza kwako ili ikuwe. Shukrani shukrani sana Dorice, tunashukuru muda wetu umetutupa mkono. Kwa hiyo tunavyomalizia uh, kauli mbiu tunasisitiza kwamba ni mageuzi jumuishi ya kidigiti. Yes. mageuzi jumuishi ya kidigiti ndivyo ambavyo tunaweka nukta hapo na ndivyo ambavyo tunahitimisha kuangalia siku ya wasichana katika tehama, na tumeangalia mbinu za kuwainua wasichana katika tehama. Tun